Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo, ambapo kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na mikoa ya Kigoma na Katavi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho mifumo ya upepo naishap inatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Nyasa, na hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto thelathini na tatu katika mikoa ya Kilimanjaro pamoja na Morogoro. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Kigoma pamoja na Katavi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 Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe pamoja na Ruvuma, maeneo haya yatajokuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yatajokuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajokuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya vipindi vya mvua vinatarajiwa. Morogoro vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Lakini pia kwa mkoa wa Arusha vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wa kati kama huu.